Shida tulike naye ya kwamba wengi serikali ya juu na hata bunge haheshimu katiba. Ndiyo sababu tuko na shida hapa. Kuna zile zile e, e, services ambazo zimekuwa zimegatuliwa. Upande ya elimu haijagatuliwa, lakini matibabu imegatuliwa mambo ya miundo msingi imegatuliwa, mambo ya ukulima imegatuliwa na kadhalika, lakini pesa inabaki Nairobi. Sababu gani serikali ya Nairobi ije hapa kujenga soko Mombasa? Soko ya Mombasa nataka ijengwe na county government ya Mombasa, lakini wameweka pesa kule. Unapigia sasa makofi ati wanakuja kujenga nyinyi soko, kwa sababu gani? Tulisema katika ile tumefanya naye na bwana Ruto, tunataka mwaka hii kaunti zipate zaidi ya shilingi bilioni laki nne na sitini na mbili na hamsini na tunataka hiyo pesa ikuje, nataka bunge itoa hiyo pesa ije chini mashinani. Pili, tumesema mambo ya ufisadi. Ufisadi ni adui mkubwa ya Wakenya, pesa mingi ambayo inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Tunataka mambo ya ufisadi ikomeshwe, wale ambayo wamehusika na ufisadi washikwe na washtakiwe tume